Ushe na matendo maovu, mwe mabalozi wazuri wa chuo hiki. Elimu na maarifa mliyopata yawe ni tu na faida kwa taifa, isijekuwa elimu ambayo ikaleta shida kwa taifa. Kumbukeni tena kuwa utii, nidhamu na tabia njema ni silaha itakayokufanya upendwe mahali popote. Na tunapokuwa hapa Morogoro, tunakumbuka maneno yaliyoimbwa na mwanamuziki wa hapa hapa, je, vijana mtakuwa kile wazee watakuwa wanakumbuka marehemu Mbaraka Mwinshehe kama mwanamuziki mahiri sana, na wimbo wake mmoja na bende yake orchestra alisema mashairi siyo. So mimi siyo mwimbaji mzuri, lakini nikiyasema ninyi mtakumbuka. Heshima kijana tanguliza kwanza mbele, ujeuri mbaya uzuri sioja.

Generation ya watu wabishi. Generation isiyosikia viongozi wala wazazi. Hapana, ile ni mbinu chafu ya watu wabaya ambao wanataka wadanganye. Sasa kuna vijana wengine wameingia katika huo mfumo huo, wanaoita Gen Z, kwamba wao wawo hawasikiki, wanasikilizi hawaambiliki. Nyinyi sio hao wala, wala msingie katika uongo huo.